Mungu mwenye mamlaka ni wewe, Mungu mwenye huruma, unasamea tambi na makosa, unalechesa neema na, na baraka, unaponya magonjwa yote, unatenda isara miuchisa na maajabu, unaondoa uofu wote tani, unabariki, unainua na ta, unalinda, uwatakase, uwaguse, uwatende mema, uwandolee mateso na vifungo ya setani katika jina la Yesu Kupitia kwa hii mafuta ya upako na ya Roho Baba, ubadilishe maisha yao, uwatakase uwatendee mema, uwaondolee mabaya, uwafungulie mema katika jina la Yesu. Uwaondolee kila aina ya vita ya shetani, uwachalie neema katika jina la Yesu. Ufungue nyota mpya na baraka mpya kwa maisha yao katika jina la Yesu waanze mwanzo mpya kwa maisha yao katika jina la Yesu. Kama umepata mafuta uchipake vizuri, uenda pale mbele. Wale wacha wale pigana na nyingi watasanga, hiyo mafuta ni mzuri hiyo, wanajua sio ya mboga. Amen ah oh, aenda abarikiwe katika jina la Yesu, aenda abarikiwe kama mchafu katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Mwaja abarikiwe, abarikiwe katika jina la Yesu. Musome kwa bidii Mungu awalinde, awatakase, awatende mema katika ka jina la Yesu. Awainue na awabariki katika ka jina la Yesu. Baraka sote ni tatu, aenda apate apate baraka tatu, pigana na yeye katika jina la Yesu. Wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe. Kila baraka aliyenyang'anywa apokee, apokee neema katika jina la Yesu. Amen. Kasi ya mikono iliyokuwa imefungwa Mungu alisema ifunguke. Amu mchafu katika jina, amu mchafu na kuamuru hiyo mikono nimeifungua katika jina la Yesu, nitarai hiki. Hiyo mikono nimeifungua. Mumeshindwa. Mumeshindwa. Achiria hiyo mikono. Achiria. Achiria. Achiria. Katika jina la Yesu. Achiria hiyo mikono, nimeitakasa. Atapokea baraka. Nyinyi ni nani? Nimeitakasa na mafuta matakatifu. Haya. Haya. Haya. Mwacha sasa ni waonyeshe. Baraka zake ni tatu, apate sote kwa jina la Yesu. Sote zifunguliwe. Sote zifunguliwe. Sote zifunguliwe si katika jina la Yesu. Sema majina yenu haraka. Jina yake na nani? Atabarikiwa. Maandiko yamesema sisi ni wabarikiwa. Abarikiwe. Abarikiwe. Wale wachai wote mliopigana na yeye, hamuna mamlaka. Hamuna mamlaka. Kasi yenu imeisha. Imeisha yote. Katika jina la Yesu. Falme wenu. Baba Molewa. Pamoja. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeagiza. Pale mesoto sagiza. Asina mamlaka. Atabarikiwa. Katika jina la Yesu. Wachai wote. Amuna mamlaka. Waganga wote. Awana mamlaka. Katika jina la Yesu. Tumekuja kwa haribu. Siko peke yangu. Oh. Siko peke yangu. Mupandise hapa. Siko peke yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hapa mutatii. Sema tumemwaja abarikiwe. Tii sauti. Sema kuanzia leo, ikitu yangu inaanza kuisa nguvu leo, leo. Tumemwaja abarikiwe, abarikiwe. Wachawa hawana mamlaka. Nimemtakasa kila madhabahu, mliye changa kwake haina mamlaka. Nimeirani yo madhabahu ifunjika yote, katika jina la Yesu, kwa kasi ya mikono afunguliwe kwa ndoa yake, afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe. Yes. Yes. Kwa ndoa yake afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe katika jina la Yesu. Hii mikono nimeitakasa, nimetakasa hii mikono kuanzia leo, nimeita moto wa mbinguni. Ndio hiyo, ndio hiyo, chomeka sasa, chomeka, chomeka kabisa. Ajiria baraka zake, ajiria, ajiria, ajiria hii mikono, ajiria hii mikono ibarikiwe, ajiria, ajiria. Fungua hii mikono ibarikiwe, nimeita moto basi, chomeka chomeka kabisa katika jina la Yesu. Atabarikiwa mjini na masambani, ndio fungua mikono fungua katika jina la Yesu, fungua. Sema tumemwaja tisauti. Sema tumemwaja abarikiwe. nyinyi ni akina nani? leta hiyo mic. nyinyi ni akina nani? nyinyi mulipigana na yeye ni akina nani? Taja majina, ita wenzako. Taja nyinyi ni akina nani? Amutaki abarikiwe Muko wangapi? Muko wangapi? Ongea. Okay. Muko wangapi? Muko wangapi? Nimeto kwa hiyo. Hiyo nyoka ndio hiyo moto. Moto kwa hiyo nyoka. Moto wa Yesu. Moto ndio hiyo. Sema sota moto. Moto, moto wa Yesu. Moto. Moto wa Yesu. Moto kwa hiyo nyoka. Hiyo nyoka yenu ikufe. Hiyo nyoka inatesa watu. Nimeiangamiza katika jina la Yesu. Imekufa. Imekufa. Kubali sasa, nyoka imeenda. Kubali, abarikiwe. Sema nyoka imeenda. Toa sauti hapa. Sema nyoka imeenda. Nyoka imeenda. Nyoka imeenda. Nyoka imeenda. Unasema utaokoka, mimi sina haja na uokofu wako, maana utaki. Lakini yeye abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe katika jina la Yesu. Abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Toa sauti. Abarikiwe. Aya, sema tena. Abarikiwe. Sema tena. Abarikiwe. Sema tena. Abarikiwe. Aya, nyinyi ni nani? Oh. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani mliye pigana oh naye? Ni nani nyinyi? Nyinyi ni nani? Mko oh, eh, oh, wangapi? Mkubwa yenu ni nani? Hapa wanasemanga. Hapa yangu anasema. Hapa wanasemanga. Sema mkubwa yenu ni nani? Aya, enda ita wenzako basi. Enda. Roga vile munafanyanga usiku. Roga nione. Roga! Roga nione. Roga nione. Amuta wesa kitu wapa. Yesu ametawara. Yesu ndiye ametawala. Sema tumemwacha abarikiwe. Ongea. Ongea. Rudi paka hapa. Rudi hapa katika jina la Yesu. Uta singumu hapa. Rudi hapa. Murudi hapa katika jina la Yesu. Yesu ndio simba wa Yuda na anaweza mambo yote. Rudi paka hapa. Rudi paka hapa. Nimekupea punishment. Mutarudi hapa. Arakiza. Rudi hapa. Arakiza, kuja mbele. Kuja haraka katika jina la Yesu. Kuja mukiongea. Nyinyi ni akina nani? Nataka tujuane. Kuja, endelea. Kuja, kuja mpaka kwa hii madhabahu haraka. Sema, nyinyi ni akina nani? Panda hapa juu. Hakuna mutu akukubeba hapa. Panda hapa, kazi yenu imekwisha. Panda hapa katika jina la Yesu panda hapa. Maandiko inasema nyinyi ndio mtati kwamba Yesu ni Bwana. Niambie nyinyi ni akina nani? Na mlisuhia nini kwake? Nyinyi ni nani? Wewe jina yako ni nani? Wewe ni nani? Nani? Melani. Nataka kujua jina yako. Melani. Wewe ni na ongea vizuri, ila munaongea usiku. Ongea. Ongea. Ongea jina vizuri. Mimi sijasikia. Jina yako ni nani? Asifanikiwe. Umefunga nini? Asifanikiwe. Baraka ni saina nyingi. Ya tatu. Ni gani? Eh? Ni gani? Haya. Abarikiwe na kazi nzuri katika jina la Yesu. Amen. Abarikiwe na familia katika jina la Yesu. Amen. Kazi ya giza yote imefika mwisho. Piga magoti, inua mikono juu. Sarenda tu Yesu asina. Inua mikono juu haraka. Inua mikono hata juu. Mikono mutainua, hapa mutainua katika jina la Yesu. Nimesema chu, sio chini, chu. Inua mikono chu, haraka. Inua mikono chu. Sema Bwana Yesu. Hapa tunaita Yesu. Sema Bwana Yesu, ni wewe peke yako ke... na unaweza na unaweza, atutapigana nawe udaa tena, tumemwacha abarikiwe. Amen. Tupe Yesu makofi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Makofi. Amen. Amen. Yesu ni Bwana. Inua hii mkono hii. Baba wa mbinguni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Wewe ndio mwenye baraka zote. Umetenda mambo makubwa. Jina lako litukuzwe. Jina lako linuliwe. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu. Yale umetenda Baba, hatuna kitu tunaweza sema. Tunashukuru na kusema asante Roho Mtakatifu, asante kwa isara sako. Pariki kazi ya mikono yetu, paliki biashara, paliki kazi yetu zote, paliki ofisi mbalimbali kwa sababu ini Mungu katika jina la Yesu, naomba na kuamini Amen. Amen.